Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kujifunza e, somo la Roho Mtakatifu ah, sehemu ya, ya leo au sehemu hii tutajifunza, tuendelee tena kujifunza kuhusu kunena kwa lugha mpya. Nilianza katika sehemu chache zilizotangulia kufundisha au kuelezea na ah, kitu gani ambacho kinatokea pale mtu anaponena kwa lugha mpya. Lengo la kuelezea mambo hayo ni kumtia moyo mtu kummotivate mtu ambaye pengine haha, kwanza haelewi nini kinachotokea, na pili haelewi faida yake. Kwa sababu, kwa maana hiyo, hapa nafundisha vitu viwili kwa wakati mmoja, nini kinachotokea na faida yake. Maana yake ni kwamba kuna vitu vinatokea ukinena kwa lugha mpya, lakini pia vitu hivyo vina faida kwako. Kwa hiyo tunaendelea sehemu hii, nitaongelea kitu kingine sasa, na nitaanzia kusoma <coughs> katika waraka ule ule wa kwanza wa Korintho sura ya kumi na nne nitaanzia mstari wa kumi na saba sema: maana ni kweli wewe washukuru vema, yule mwingine hajengi. <coughs> twende tactically tunasema kuangalia ku, kila kitu ambacho mtume Paulo anaandika, kila kitu kinatufunulia. Anasema si, mtu anayenena kwa lugha anashukuru vema, he gives gives or she gives thanks well. Mtu anayenena kwa lugha mpya au unaponena kwa lugha mpya, unaponena kwa lugha nyingine, unaponena kwa lugha zile za malaika

Even if you don't know hata kama hujui unakuwa unamshukuru Mungu na sio kumshukuru Mungu tu unakuwa unamtukuza Mungu okay, nitarudi kwenye kumtukuza Mungu ipo katika Wakorintho katika matendo ya mitume sura lakini unakuwa kwanza unamshukuru Mungu vile inavyopaswa kushukuriwa. Kuna sehemu katika Warumi sura ya 8 anasema sisi hatujui kuomba ipasavyo kwa hiyo roho naye hutusaidia kuomba kwetu, maana sisi hatujui kuomba ipasavyo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakupa lugha ya kumshukuru Mungu jinsi anavyopaswa kushukuru kushukuriwa. Na hii kumshukuru Mungu ni silaha kubwa sana dhidi ya Ibilisi. Kuna wakati nilikuwa natafakari na ndugu zangu, husiana na ndugu zangu katika huduma, husiana na maombi. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza kwamba kuna hatua ya kwanza ambayo mtu ana, anaomba kwa ukishaomba leo. Maana swali letu lilikuwa, je, ni sahihi huyu anaomba hicho hicho hicho? Mimi ninavyoona kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifuate baada ya maombi shaomba Biblia inatuonyesha katika, katika Marko sura ya tano msali wa wa ishirini na tatu kwamba unapoomba pale, amini kwamba umepokea kile unachokiomba. Kwa sasa baada ya, ya kuomba kuna hatua inaitwa kuamini. Alafu ukisoma katika Warumi sura ya nane sura ya nne no sura ya nne mstari wa kwanza mstari wa kumi na saba mpaka ishirini Abraham alimuamini Mungu na hakusita sita katika kuamini. Kuna process, kuna mchakato wa kuamini. Baada ya kuomba, kuna mchakato wa kuamini. Sasa mmoja wapo ya vitu ambavyo vinatokea pale unapoamini, unapokuwa umeamini, kuonyesha kwamba umekwisha kupokea kile ulichokuwa na kiomba ni kumshukuru Mungu, shukuru Mungu, kumtukuza, kumuinua, kumpa sifa anazozistahili, kwa sababu anastahili hizo sifa. Kwa hiyo jinsi gani sasa kumshukuru Mungu ipasavyo? Ni kwa kunena kwa lugha mpya. Kwa hiyo unaponena kwa lugha mpya ini kwenye lugha nyingine, unakuwa unamshukuru Mungu jinsi anavyopaswa kushukuriwa, na unapomshukuru Mungu jinsi anavyopaswa kushukuriwa, manake unakuwa umepokea vile vitu ambavyo ulikuwa umeviomba. Si hivyo tu unakuwa unakua angamiza adui, kwa sababu adui anapenda sana manunguniko, malawama, anapenda sana kuto kuridhika. Yani ndio silaha yake. Watu wenye manunguniko-nunguniko wanamsapoti adui. Kwa wewe ukiwa unanena kwa lugha mpya sasa, unakuwa unamshukuru Mungu at that time unamshukuru Mungu jinsi inavyopaswa, yani, the the top way of saying thanks to God. Kwa hivyo namshukuru Mungu jinsi ambavyo anatakiwa kushukuriwa. Niangalie, nimesema ni nitakuonyesha kwenye Matendo ya Mitume, nitarudi huko, sababu tunaendelea hapo. Matendo ya Mitume sura ya pili, pale walipokuwa wakinena kwa lugha mpya, watu wale wasikia, wale wasikia wanasemaje? Sema, sema. Wote wakajazwa, ngoja nisome mstari wa mm -hmm, mstari wa sita anasema, basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliyewasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote wakastajabu, wakaambia, tazama, kwamba hawa wote sio Wagalilaya. Niende kwenye mstari unawaongelea kabisa, walichukua wanakisikia wao, walikuwa wanasikia nini? okay. Uh, wakashangaa wote wakiingiwa na shaka, wakiambiana wakia maana yake nini mambo haya? ah, okay. Mstari wa, wa kumi na moja anasema Wakrete na Waarabu tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu kwao. Unaponena kwa lugha mpya unakuwa oh, So unaponena kwa lugha mpya unakuwa unamtukuza Mungu vile ambavyo anatakiwa kutukuzwa, the perfect way of glorifying God of magnifying God. Na unajua kama nilivyoeleza, hizi ni silaha za za, za vita ya kiroho, to give thanks well and to glorify to magnify sema matendo makuu ya Mungu. Hizi ni silaha za vita ya kiroho, kwa sababu kupigana kwetu sio katika damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya mapepo wachafu katika ulimwengu wa uli roho. Lakini mahali pengine anasema pia kwenye Wakorinto sura ya ya ya ya kwanza. No, Wakorinto wa kwanza sura ya kumi wa Korinthi wa pili sura ya kumi anasema silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome na mawazo na kila fikra. Kwa hiyo fikra atakazokuletea ibilisi ni fikra za kutaka kuokupaya akili yako na mambo yasiyokuwa na maana yoyote. Atakuletea tu mawazo yasiyo na maana yoyote ili kuokupaya akili yako. Well, you need to be intentional katika kujaribu kuweka vitu kwenye akili yako ambavyo vitakuwa vitakutoa katika hayo mazingira ya mapambano. Ni it's a battle and the battle is in your mind. Vita yako iko kwenye akili. So the one, one, one, one, one way ya kuweza ku, kumshinda ibilisi katika mapambano hayo ni kumtukuza. Ni kuyataja matendo makuu ya Mungu. And the best way to do that ni kwa kunena koroga mpya, maana hawa wanafunzi wa Bwana Yesu walikuwa wakinena koroga mpya, wanatamka matendo makuu ya Mungu, wanasema huyu ndiye aliye kuna kuna, uh, kuna zaburi moja wanaitumia, inatamka matendo makuu ya Mungu, ni Zaburi ya 136, na 135 na 36 zote zina tamka matendo ya makuu ya Mungu. Alipasua bahari ya Shamu, aliwavusha Israeli katikati yake, alimwangusha Farao na jeshi lake lote, alimpiga Farao na jeshi lake lote, alimwangusha Misri kwa kuwabua wazaliwa wao kwanza, kwanza wa wao aliwapiga Sihoni na Amori. Yaani, ni kwamba huyu Mungu ana uwezo, ni yule Mungu anayeweza kufanya matukio, anaweza kufanya tukio

Kwa hiyo hiki ni kitu cha muhimu sana kukijua. And you know, if you know it, you will speak in tongues more and more and more because at that point when you are speaking in tongues, you are actually beating up the devil to the pulp. Unampiga kabisa ibilisi kwa sababu unakuwa katika kiwango ambacho hawezi kukufikia. Kwa hiyo nina kumotivate speak in tongues because as you speak in tongues you are actually

alishakushinda kimwili, anachoshindana nacho anashindana, anataka tu kum invalidate Mungu, anataka kuonyesha kwamba Mungu hana hana lolote, and God is nothing, that's the desire of the enemy. Na kwa kufanya hivyo, anataka ku occupy the position of God. Hawezi kumshinda Mungu, lakini angetamani ku occupy position ya Mungu eh, kwa kujiexalt, na hicho ndicho kilichomtoa ule mbinguni, akatolewa nafasi yake ikaondolewa. Kwa hiyo, kwa sababu wanaomsifu Mungu walimsifu Mungu, Mungu akajitukuza. Hata katika vita dhidi ya maadui zao wa Israeli walikuwa wanamsifu Mungu, walipoangusha Yeriko walikuwa wanamsifu Mungu, walipoanguka wafalme watano dhidi ya Jehoshafati walikuwa wanamsifu Mungu, wanasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mema.